Kwa karibu na angu, na kifo changu uona mwisho wangu wangu mzigo wa dhambi zangu nitajibu nini kwa mumba wangu? sikitisha kwa macho yangu. Wakati mwingine bwana, ukiingia ugonge hodi. Bwana wewe. Sasa unaingiaje gani, na mnaongea tuna mapresha yetu tutakuja kujifia hapa. Unajua una shida, hmm. Tunajua kama mnapendana. Hiyo inafahamika. Lakini kuna vitu vingine msituoneshe namna hii hapa. Mimi mwenyewe ni binadamu na nahisia vile vile au kama mtaki nifika hapa kwenu mniambie. Jamani, tusinyanyasane namna hiyo. Mafuriko, shumiji yako anakuja na hali mbaya, tumsikilize kwanza. Pipi, kuna shida, mume wangu karudi na anataka tuende hospitali tukapime, na unajua fika kwamba nina mimba na mimba hii ni yako. amba niamia hapa tanabe ya yeah, merohi na kupenda sana, unafahamu hilo ko. Kukitokea sitofahamu yoyote ile, naomba urudi hapa ni nyumbani ya, yeah. Mafuriko ndio kaka. Tukitoka hapa, napenda ufungulie mtoto wetu akaunti ya benki, mtoto wetu au mtoto wenu nyinyi Mafuriko, kipi usichoelewa? Mtoto wetu Chris bwana, hapa na kujitoa akili. Sasa nisikilize, hivi, ulimsikia maneno ambayo alikuwa anazungumza huyo? We, na wewe mwenyewe ukianukuu kwamba huko akishindikana huko, wakitimuana na bwana yake aje kukaa hapa kaka? Mimi kuuliwa sitaki bwana, yaani nituje kuuliwa wote ili iweje? Sasa Mafuriko, ndio maana toka awali nilikwambia kwamba, Mafuriko, wewe ni kaka yangu, wewe ni kama ndugu yangu tufanye nini ili tuweze kuepukana na haya. Naomba unisikilize sasa, shemeji, usinichukie. Tunazungumza kwenye kujenga tu. Hivi swala la kuuliwa unavyoliona wewe liko sawa kweli? Kipi tufanye basi huyo asije hapa, kwamba kuhusu maswala akitimuliwa hapa sikanyaga, tutakuja kuuliwa kweli? Chris hapa ndani, nakwambia ukweli wa Mwenyezi Mungu mimi. Achana na mafuriko, mafuriko anapenda kuongea sana. Believe me, I love you so much. Nitafanya chochote ili uweze kuwa na amani. Sawa. Na kupenda pia, toka nimekutana naye najisikia mwenye faraja sana, mafuriko. <laughs>